Busia wametakiwa kujiunga na vyama vya ushirika ili kupata mikopo na ufadhili wa kupanua na kuendeleza biashara zao. Haya yamejiri baada ya wafanyabiashara hao kupokezwa soko la kisasa ili kufanikisha biashara zao. Soko hili jipya linatarajiwa kuwapa nafasi wafanyabiashara mia tano kutoka Busia na kaunti jirani. Serikali ikitoa pesa za kuwapiga jeki wafanyabiashara ambao wamehimizwa kujiunga na vyama vya ushirika ili kuwekeza. Mimi nimekuja hapa kwa sababu moja tu kulete ahadi ya Rais William Ruto. Hawa maofisa hawa wako na kapasiti na hawa wataimarisha usalama hapa. Tumeongea na spidi na grupu yake tumekubaliana kwamba lazima waimarishe nini usalama, ila tu nyinyi mshirikiane na hawa. We are here to support the sacco hii sacco za hapa Bumala nahizi as tumejaribu kupot a tulianza na kuimiza watu wote, wananchi wa Busia, si Bumala peke yaketabuiaunt tuliimiza muje mukafanya registration and make yourself into. Wakazi na viongozi wa Bumala, hata hivyo, wamelalamikia swala la ukosefu wa usalama katika eneo bunge hilo, wakitaka hatua madhubuti kuchukuliwa ili kulinda biashara zao dhidi ya wezi wa kimabavu serikali ni kupeana huduma kwa mwananchi bila usalama. Bila usalama, hakuna maendeleo. Hata tulete pesa, mabilioni ya pesa, lakini hakuna usalama, hiyo maendeleo haiwezi songa mbele. Mwezi jana majambazi walimpiga risasi na kumuua mkazi mmoja wa Bumala katika jaribio la wizi wa kimabavu. Jane Cherotich, runinga ya Citizen Busia.